Katika gumzo hii leo tunaangazia hili. Wakristo na Waislamu mwaka huu kwa pamoja wanatekeleza mifungo kwa mujibu wa misingi ya dini zao, Waislamu mwezi mtukufu wa Ramadhan, huku Wakristo mfungo wa Kwaresma. Ili kufahamu nafasi ya nyimbo za dini zote mbili katika kipindi hiki nimezungumza na Matilda Sendwa Mukasa, ni kiongozi wa kwaya ya Mtakatifu Kizito, ambaye anaanza kwa kueleza mtazamo wake kuhusiana na kipindi hiki cha mfungo. Kwa kweli kipindi hiki kinatusaidia sana katika kuhitiisha miili yetu na roho zetu, tujitese kidogo, ili kwa sisi kuteseka na Kristo na, na ni bahati kwamba kwa mwaka huu imetokea kwamba dini zote mbili kubwa tunafunga wakati mmoja, Wakristo tumefunga tu wa katika mfungo lakini, na wenzetu Waislamu walitutangulia kidogo, pia wapo katika mfungo. Kwa hiyo unakuta wote kwa pamoja, kipindi hiki kwa kweli tunakitumia ipasavyo, ili tuweza kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu na katika kuitiisha mili yetu katika kutenda matendo mema hivyo, na kuweza kujiandaa vizuri kwa sherehe zinazokuja. Ah, sisi katika kipindi hiki kwa kweli mambo makubwa sana matatu ambayo tunapaswa kuyafanya na tunafundishwa, la kwanza ni kusali sana, kufanya ibada. Hili pia sio tu kwetu, hata kwa wenzetu pia wanafanya, yaani ibada. Hata kama ulikuwa sio mtu wa kusali, kipindi hiki basi unajitahidi walau kusali na kumrudia na kumkumbuka Mungu. Lakini jambo la pili kufunga, hmm, kuna kufunga chakula kwa ajili ya kuutiisha mwili, kupata tabu, lakini una kufunga mambo mabaya. Sasa ninyi mnahusika na uandaji wa nyimbo za dini a, kwa upande wa Wakristo wa lakini kadhalika kaswida kwa upande wa Kiislamu. Nyimbo hizi katika kipindi hiki zina maana gani, Matilda? Sisi kwa mfano Wakristo Wakatoliki kwenye mfungo wetu, mfungo wetu umegawanywa katika vipindi vitatu vidogo vidogo, tunasema ni siku wiki tatu za toba, utafakari kufanya toba zaidi kumrudia Mungu wiki ya kwanza mpaka ya tatu, lakini wiki ya nne huwa ni wiki ambayo tunatafakari matuma ini. Hata nyimbo pia sisi waandaaji wa nyimbo, mimi ni mwana ni mwalimu na ni kiongozi wa kwaya Mtakatifu Kizito Makuburi, kwao tunashiriki kwenye kupanga ratiba ya nyimbo zetu. Jumapili wiki ya nne unakuta nyimbo ambazo hazisemi sana kuhusu mateso ila zinatupa matumaini. Eh, nyimbo ambazo tunaziimba pia sisi kwaya Mtakatifu Kizito na tunazipenda ni kuomba huruma. Eh, ni matumaini, huruma ya Bwana Mungu wetu, Bwana hakawi kuitimiza, hizo nyimbo za namna hiyo. Bwana ni kinga na ngome yangu, hizo zinafaa kipindi kile, kwamba ni kipindi cha kutupa matumaini kwamba tunaye Mungu, tunakuofunga na kuteseka, Mungu yupo, mwisho wa siku anatuokoa. Waamini wanazipokea kwa sababu zinawasaidia pia kutafakari neno la Mungu na kutafakari mfungo, na wanazitumia vyema kufanya marejeo kwa muumba wao. Mnaona nyimbo hizi zikisaidia jamii hata baada ya kipindi hiki cha mfungo? Kwa kweli yani <laughs> ni hakika kusababu, kwa sababu na sio kwamba eti tunataka kutenda matendo mema kwenye mfungo tu, si unajua eh. Ni tunapaswa kufanya matendo mema wakati wote. Kwa hiyo hata hizi nyimbo, mfungo ukiisha, bado huwa zinaendelea kusikilizwa, na hata ukipita mabarabarani ukienda hata baada ya kipindi sio kwa Kwaresma, utakuta nyimbo zinaendelea kupigwa kwa ajili ya kumfanya mtu akumbuke kwamba ana wajibu kwa ama kufanya toba wakati wote. Uh, watu huzingatia yale maadili na uadilifu wa kiimani na kufanya toba katika kipindi hiki, lakini baada ya kipindi hiki kupita tu, watu huendelea na maisha yao kama ilivyokuwa hapo awali namna hiyo. Basi ndivyo tunavyotamatisha gumzo. Ni Matilda Sendwa Mukasa kutoka Dar es Salaam.